Namba ya arobaini ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Butula huko Busia wanalalamikia kutelekezwa kwa baadhi ya miradi muhimu tangu awamu ya kwanza ya serikali za ugatuzi. Miradi hiyo inajumuisha soko na zahanati ambazo zimewaacha wakazi wengi kutaabika kutafuta huduma muhimu huku biashara zikididimia katika wadi ya Marachi Kaskazini. Kituo hiki cha afya cha Bukati, licha ya kuwa barabarani, kimesalia mahame. Ni mradi ulioanza mwaka elfu mbili na ishirini na moja na kufikia sasa choo pamoja na kontena hii iliyoletwa kwa hisani ya mpango wa Beyond Zero wa mkewe rais mstaafu mama Margaret Kenyatta ikisalia kichakani kwa kukosa ua. Linalozingira miradi hii, eneo hili limesalia maficho ya wahalifu na malisho ya mifugo wenyeji wa Bukati wamekuwa wakiishi kwa matumaini ya kuona kituo hiki kikifunguliwa ili wapunguziwe changamoto za kutafuta matibabu. Walituletea tu kontena tu, hatujui imebeba nini, hata hatujui kama walifugiamo nyoka, na tukawa tunatarajia tupate hospitali tusaidie. Sasa kitu cha maana, watuletee hospitali tufanye kazi ama waondoe sasa sisi tunachungulianga tu kwa dirisha tu tunaona, tunaona tuna tuviti pale, tuna tubox pale, hizi vitanda za wagonjwa ziko ndani. Mimi ninaona ni kama serikali inaendelea kutusahau, wanafikiria sisi hatuna manufaa mengine yoyote katika hii serikali, kwa sababu ule muda ambao umepita ni muda mwingi tangu waleta hapa hii container. Wakipenda waki watusaidie, tunaumia watoto wetu wanaumia. ukipa ukibeba mtu anaenda kuzaa kufika kwa hospitali, hata mwingine alizaa hapa kwa njia karibu na hospitali hapa. Tafadhali mtusaidie, hii kitu imekaa hapa, hata hatujui si, ni nini waliweka ndani. Yaani, hata kama hawawezi watusaidia, basi watu watuambie tuanze kulima hapa, tupande mahindi. Sisi tumechoka. Hali sawia inashuhudiwa katika zahanati jirani ya Nela iliyotelekezwa, vioo na nyaya za stima zikiharibiwa. wafanyikazi hawa wenye wananisaidia casuals, wanilipata wakiwa na salary arrears za 31 months which is a very, very huge salary arrears na Sometimes hapa wanani threaten wananiambia, wataacha kazi. Unaona management yamekuwa chini sana, imefika mahali. Hata kuna wakati nilikuja hapa nikajiuliza, kwani choo itakosa mlango? Na tuna madaktari tuna watu tuna bodi mahali hapa, lakini mambo hayaendi, mambo si sawa. Tumekosa hata maji katika soko la Buhalarire, licha ya ujenzi wa soko hilo kukamilishwa na awamu ya kwanza ya serikali ya ugatuzi katika kaunti hiyo. Soko hili halitumiki kwa sasa likisalia kichakani, na hata ubomozi wa baadhi ya mijengo ikiendelea. Kulingana na wafanyabiashara hapa, haya si mazingira ya biashara. Mwakilishi wa wadi ya marachi ya kati Shadrack Masinde akisema kuwa masaibu ya soko hili huenda yalianza kwa kutowahusisha wenyeji wa hapa kabla ya ujenzi. ananuia kuboresha zile soko kubwa kubwa, lakini si hawa wamama wote wanaweza kuenda kwa kile soko kubwa kubwa, hizi ndogo ni sisi. Tutamsukuma tu kama gavana akuja, tujengee hizi masoko. Tulimaliza tukaenda huko chini, tuliteseka. Mvua ikinyesha hakuna pakujikinga mvua ikinyesha hakuna penye hata unawezaenda hata nikaekwa hata mi ati mimi ni mufagiaji wa soko, lakini utafagia msituni. Lakini kutoka tuende huko tuliuza, tuko moja tu vile walifungua soko na tukaona maanani ile ya soko, lakini kutoka hapo hatujaiona mazuri tangu wahamishe soko. Walilazimisha watu hapa, wakatoa hapa watu na viboko, wakapeleka kule kwamba wauzie kule, e, kwa manufaa ya kukata ushuru na hizo tiketi ndogo ndogondogo, za wauzaji wachache waliamua kwenda kule, na wengine wakasusia kuja sokoni. Vitu vilichokuwa mmejenga kama sol, sol hizo wamebomoa, hakuna usalama huko. Sasa hata wananchi wana, pia wamefanya imekuwa cho msituni, ndio hata tukifyeka bado inamea na hakuna watu wanaenda. Wamechukua soko kuwa kama kindecho chao, wanachukua soko ndio wanaenda ku kufanya malisho za ng'ombe. Tutakalia wapi? Tulikuwa tukiuzanga tunatoka kwa soko saa tatu lakini saii tunatoka kwa soko saa kumi na mbili kwa sababu ni msituni. Unauza kama uko na waziwazi, hata ukiuza shilingi mia mbili pengine watakunyang'anya kwa barabara, kwa sababu ni msituni. Jen Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.